Hayo ameyasema kwenye ukumbi wa majengo ya afisi ya mkuu wa mkoa wa Kusini Pemba alipokuwa akiyafungua mafunzo ya siku tisa kwa wasimamizi wa sheria, watendaji wa halmashauri, afisi ya mkurugenzi wa mashtaka, makadhi wa wilaya, watendaji wa mabaraza ya miji na watendaji wa ustawi wa jamii. Hivyo, nyie wasaidizi wa sheria ni daraja muhimu sana katika kuwafanya wananchi waweze kujua na kuzitumia sheria zilizopo. Wito wangu kwenu, muwe ni daraja la matumaini, daraja la faraja, daraja la da kuwavuusha wananchi katika kudai na kupata haki zao. Awali, mkurugenzi wa idara ya katiba na msaada wa kisheria Zanzibar Hanifa Ramadhan Saidi Saudi amesema mafunzo hayo ni kampeni yenye lengo yenye lengo la kuhakikisha kila Mtanzania anapatiwa msaada wa kisheria hasa watu wasiokuwa na uwezo ya msaada wa kisheria Mama Samia kwa ajili ya kuhakikisha tu kwamba wananchi wetu wanafikiwa kata, wanafikiwa wote ambao walikuwa kupembezoni, lakini wanawake watoto, na wale wote wenye mahitaji maalum hususan wasiokuwa na uwezo. Kwa hivyo hilo ndio lengo kubwa, lakini vilevile vile niseme tu kwamba yako um, malengo mengi malengo sana, kwamba kuhakikisha kwamba wananchi wetu wanapata uelewa kwenye masuala mbalimbali ya mbali, msaada wa kisheria. Wananchi wengi wamekuwa wanakosa huduma za msaada wa kisheria, wanakosa ujua haki zao, kwa sababu tu kwamba mtu hajui kwamba hapa anatakiwa apite wapi, lakini afuate taratibu gani, basi unaona kwamba anadhulumiwa kwa hivyo kwa kuona maswala haya yako mingi sana katika tasi, nani katika nchi yetu ya Tanzania, basi ndio taasisi zetu hizi mbili ikaja na kampeni hii, lakini na vile vile tunatarajia kwamba vile vile kuondoa ku, ku, ku, ku, ku, malalamiko, lakini na vile vile kusaidia wananchi kwenye kuondoa haya maswala mbali mbali naindana, lakine, ambayo yanawakabili katika maisha yao yaliokuwa wanaendana, lakini yale ambayo yaliokuwa yanahusiana na maswala ya kisheria. Tunajua kwamba <clears throat> watu wengi sana inakuwa yani, wanapata shida kuelewa masuala ya msaada ya kisheria lakini na vile vile hawana uwezo kuweza kuchukua mawakili kwa sababu tunajua mawakili wanahitaji pesa. Kwa hivyo basi tuwana, tumeamua kuja na hii kampeni, lakini na vile vile tujue tu kwamba katiba yetu ya Zanzibar na katiba ya jamhuri inataka kwamba kila mwananchi basi ana haki ya kupatiwa haki ya usawa na vile vile haki ya kupatiwa msaada wa kisheria na malengo yetu na matarajio yetu, mataraji yetu makubwa ya kampeni hii ni kuhakikisha kwamba kwa upande wetu sisi wa Zanzibar kuhakikisha kwamba asilimia sabini na tano ya Wazanzibari wamepatiwa huduma msaada ya kisheria, tunataka tuhakikishe hivyo, lakini na vile vile hii kampeni imeshatekelezwa kwa mikoa ishirini na tano ya upande wa Tanzania bara, ambayo mikoa umebakia mkoa mmoja wa Dar es Salaam ambao unatarajiwa pia kuja kuzunduliwa hivi karibuni, lakini kwa upande wa Zanzibar, kampeni hii tayari imeshazunduliwa katika mikoa mitatu ambayo kaskazini kaskazini e, Unguja, kaskazini Unguja kaskazini Pemba, lakini na mkoa mjini Magharibi. Kwa hivyo mikoa iliyobakia ni mkoa wa kusini Unguja na kusini Pemba, ambapo kusini Pemba tunatarajia kuzindua kesho tarehe tano Mei 2025 na kusi, na Mheshimiwa jaji mkuu wa Zanzibar na mheshimiwa Mheshimiwa uh, Hamis, Hamis Ramadan Abdallah anategemewa kuwa mgeni rasmi. Na tarehe kumi Mei 2025 mheshimiwa mgeni rasmi anatarajiwa kuwa mheshimiwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Hussein Ali Mwinyi ambaye ndiye atakayekuja kutizunduliwa kwa upande wa Armini, atakeku, kusini Unguja kwa hivyo miye tu niseme kwamba nachukua nafasi hii kuwaomba wananchi wote wajitokeze kwa wingi siku ya uzinduzi kesho, lakini na vile vile kampeni yetu hii itakuwa inazinduliwa kesho hapa kusini, lakini tutakuwa tuna siku tisa mbele ambapo mabanda yetu yatakuwepo pale katika sehemu yanaitwa bustani ya Mwanamashungi, lakini na wataalamu wetu watakuwepo katika shehia zote za Pemba za, za kusini. Kwa siku tisa watakuwa wanatembelea mashule wanatembea madrasa, lakini watatembelea na sheria zote sitini na nane za wilaya Chake Chake na wilaya ya Mkoani kwa ajili ya kutoa huduma za msaada wa kisheria. Asanteni sana, namaliza.